Kidumu Chama cha Mapinduzi! Viva vijana! Viva vijana! Obuko mateuko muguje mama Samia mgele wilaji asante sana meza kuu, tukaa kimezingatiwa. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Awali ya yote, tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uzima mpaka tumeweza kuona siku ya leo. Hivyo ndugu zangu, uongozi, mimi mwenyekiti, nakuja mbele yenu kumwombea ndugu Ngole milaji kama mgombea wa ubunge, lakini pia kumwombea mato kiofaa siku moja kama diwani wetu anayepeperusha bendera chama cha mapinduzi. Hivyo bila kumsahau rais wetu mchapakazi mama yetu Samia Suru Hassan. Hivyo utakapofika siku ya kupita kura tarehe ishirini na tisa Oktoba tunafanyaje? Sijasikia, tunafanyaje? Unapotiki ninajua mambo yatakaa nzuri. Viva vijana, viva! Asanteni, kibumu Chama cha Mapinduzi.